tazamaji karibu mamlaka ya serikali mtandao iga. Leo tunakuletea habari njema kuhusu teknolojia ya kisasa ambayo imebadilisha namna ambavyo vikao vya aina mbalimbali vinaendeshwa nchini. Mfumo huu wa kidigiti unaitwa e-Board, ambao umethibitika kurahisisha utendaji kazi wa kila siku ndani ya ofisi za umma na taasisi zake za ni mfumo ambao unatumika kwa ajili ya kuendeshea vikao mbalimbali mbali vya kimenejimenti, lakini pia vilevile vile vikao vya waheshimiwa madiwani wetu. E, mfumo huu ulitengenezwa na wenzetu wa serikali mtandao yaani taasisi yetu ya eGA. <laughs> Na chanzo chake inavyofahamu, <clears throat> hii ulianza kutumika kwa ajili ya taasisi zile zenye board. kwa hiyo ilikuwa ni bodi mtandao kwa maana ya taasisi zile kama mashirika yetu ambayo yanaama bodi lakini baadaye walikwenda mbali na kuamua kutengeneza mfumo huu uweze kutumika hata kwa sisi ambao tuko kwenye mamlaka za serikali za mitaa hadi sasa mfumo wa e-Board umeonekana kuwa suluhisho la utendaji kazi wa vikao vya bodi za taasisi za umma management pamoja na vikao vya mabaraza ya madiwani katika halmashauri mbalimbali nchini mfumo wa e-Board unajumuisha vipengele tofauti tofauti vinavyofanya mchakato mzima wa vikao kuwa wa kidigiti Kwenye upande wa kutengeneza vikao mtumiaji wa mfumo anaweza kutengeneza kikao kwa kuainisha taarifa muhimu za kikao. Sambamba na hilo lakini pia anaweza kutengeneza zile ajenda za kikao husika. Lakini pia mfumo unarahisisha katika zoezi zima la utumaji wa notice kwenda kwa udhuriaji wa kikao, ambapo mtumiaji mhudhuriaji wa kikao ataweza kupata notisi ya kualikwa kwenye kikao mara tu baada ya mwandaji wa kikao anapojithibitishia kuwa taarifa alizoziweka kwa ajili ya kikao ikijumuisha ajenda na other supporting document zipo sahihi. Lakini pia mfumo huu una feature ya uwajibikaji, ambapo mara baada ya kutengeneza kikao na siku ya kikao kufika, secretariat wana uwezo wa kuandika ule muhtasari ndani ya mfumo, ambao muhtasari huo utaweza kung'amua maelekezo mbalimbali kwenda kwa management ambapo pia wajumbe wa management wanapata uwezo wa kuripoti hali ya utekelezaji wa yale ya maelekezo mbalimbali mbali wanayopatiwa aidha na bodi au yanayotoka katika vikao mbalimbali mbali vya management vinavyofanyika, lakini mfumo huu umerahisisha zoezi zima la utunzaji wa rekodi za vikao ikijumuisha eneo zima la repository, ambapo huku tutapata nyaraka mbalimbali kuhusiana na vikao vilivyopita ambavyo vimefanyika ndani ya mfumo lakini pia tunajua kuna zoezi zima la circular resolution, ambapo kuna issues zinatokea haziwezi kusubiri kikao kijacho, lakini tunataka kupata maoni mbalimbali mbali ya wajumbe kuhusiana na swala hilo, basi mfumo huu unatoa uwezo wa mwandaji wa hiyo circular resolution kuweza kuipublish na wajumbe kuweza kupiga kura kokote walipo kwa kutumia mfumo huu wa e-Board. Mfumo huu unawapa watumiaji uwezo wa kuendesha vikao kwa urahisi, kwa uwazi na kwa ufanisi, na kubwa zaidi, yote hayo yanafanyika bila matumizi ya karatasi kama ilivyokuwa siku za nyuma, kwamba kupitia mfumo huu tunaweza kuhifadhi nyaraka, kwa maana ya makablasha yale ambayo tunakuwa tumeyatengeneza, tunayahifadhi vizuri zaidi, manake kupitia mfumo huu unaweza kuachivu yale makablasha ya nyuma, kwa hata ukilitafuta kablasha la mwaka 2022 leo ileo hii, ni rahisi kulipata. Mambo yote lakini sasa hivi yanaenda kwa kwa mfumo, tumeachana na masuala ya makaratasi kwa kutumia vikao na mikutano. Maana awali ilikuwa ni karatasi karatasi karatasi, lakini sasa hivi tumeachana mambo ya makaratasi, tunaambia mfumo Halmashauri ya Manispaa ya Ilemela na Halmashauri ya Manispaa ya Tabora ni miongoni mwa taasisi ambazo mfumo wa e-Board umebadili kwa asilimia mia, mia namna ya uendeshaji vikao. Ni kitu gani kiliwasukuma na mapokeo yalikuwaje wakati walipoutambulisha mfumo huu kwa watumiaji? Msukumo mkubwa ilikuwa ni maelekezo ya mwajiri. E, mwajiri e, aliniita mimi binafsi kama mkuu wa kitengo cha TEHAMA e, akitaka kujua kama tuna uwezo wa kutengeneza mfumo ambao utarahisisha eh, gharama za uendeshaji wa vikao. Kwa hiyo binafsi nilichukua maagizo yake na niliyafanyia kazi. Tuliwasiliana na wenzetu wa mamlaka ya serikali mtandao na kuwatuambia tayari mfumo waisha usanifu. Kwa hiyo tuliwaandikia barua na walikuwa aggressive, walitupokea na tulituma wataalamu wetu kwenda kujifunza. Mwanzoni ilikuwa kama ngumu kidogo, lakini kadri muda ulivyozidi kwenda Waheshimiwa mbalimbali walikuwa wanazidi kufurahia. Kufurahia kwa maana ya kwamba kwanza, walikuwa wanapata zile nyaraka kwa urahisi, hata kama mtu yuko safari say, yuko Dar es Salaam kaenda mkoa, yaani yuko mbali na hapa manispaa. Ukisharusha pale yeye, as long as ana ile account, anaweza akaingia kokote aliko, na anaweza kusoma na hata kuchangia. Mfumo wa e-Board tayari umeanza kuonesha manufaa kwa taasisi ambazo zimeanza kuutumia. Hivyo usanifu wa mfumo huu unachangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya taasisi za umma nchini. Uh, mfumo huu umekuwa na msaada mkubwa kwa upande wetu halmashauri. Uh, kwa maana umeweza kusaidia kutunza, uh, takwimu mbalimbali au taarifa mbalimbali za vikao, lakini vile vile umetupunguzia gharama kubwa za uendeshaji hasa wa uzalishaji wa sajala, ununuzi wa wino kwa mwaka ilikuwa inatupelekea kati ya shilingi milioni mia mbili hadi milioni mia tatu kwa ajili ya maandalizi na uendeshaji wa vikao. Kwa hiyo kupitia mfumo huu umetupunguzia gharama hizo ambazo zinasaidia kufanya masuala mengine ya katika halmashauri. Lakini gharama za pili zilikuwa zinakuja eh, ukiacha stationary zilikuwa zinakuja kwenye mafuta eh, nimesema hapa maanake ilikuwa lazima uwe na gari na gari yenyewe ilikuwa lazima iweke mafuta iende kusambaa kwa watu wote 43 kuhakikisha nawapelekea makabrasha. Sasa ukiacha mafuta ya magari, lakini angalia gari yenyewe kila siku kuitembeza kwa ajili ya kusambaza makabrasha, kuna kitu kinaitwa ten wear. Maana yake gari inavyozidi kwenda inahitaji kufanya service, inapata matengenezo ya hapa na pale. Zote hizo zilikuwa ni indirect cost ambazo tulikuwa hatuwezi kuziona ukitoa mambo ya, ya stationary. Lakini pia ni, ni ukweli usiopingika kwamba wenzetu hasa waandishi wa vikao, lakini pia hata dereva unawatuma kusambaza makabrasha kutwa nzima, wanakwenda wanazunguka, wanakwenda kwa hivyo. Kulikuwa kuna eh, fedha pia ambayo inatumika kwa ajili ya kuhakikisha pia kama sehemu ya stahiki zao wanaweza kuzipata. Kwa hiyo unaweza ukaona tulikuwa tunatumia gharama gharama kubwa sana ni rahisi sana kutumia e-Board. Licha ya faida zake, zipo sababu lukuki kwa taasisi za umma pamoja na mabaraza ya madiwani ndani ya halmashauri yako kutumia mfumo huu. Yeah, mfumo huu ni rahisi kutumia kwa sababu unapo login, kama kwa upande wetu sisi madiwani, kuna sehemu hapa ya kwenye mafaili hapa, kuna kwao unaingia tu moja pamoja pale moja kwa pa moja kwenye then utaona mafaili yale mafaili yako hapa yamejipanga kwa tarehe fulani na kikao fulani. Kwa hiyo unachagua tu faili la tarehe ya kikao chako ambacho tayari unakuwa umeshajulishwa kwa njia ya message ya kawaida, unafungua na tayari unaanza kushiriki kwenye kikao. Kwa kweli, kwa jinsi, kwanza tulipata semina, tunashukuru kwanza wakuu wa idara ya, ya tehama walitupa waitu, semina wakatupa maelekezo na sisi wadiwani tukawa tumekuwa wepesi wa kuelewa. Kwa hiyo hakuna ugumu wowote wala hakuna shida yoyote ile ambayo tunaipata kwa sababu tulipata maelekezo ambayo ni stahiki na tukawa tumeelewa na tunaendelea vizuri. Mfumo wa e-Board unapatikana kwa urahisi zaidi na unaweza kuutumia wakati wowote wa pindi tu mtumiaji akiwezeshwa kutumia mfumo huu. Kuhusu swala zima la kujiunga na mfumo wa e-Board, taasisi za umma zinawajibika kutuma barua ya maombi kuja mamlaka ya serikali mtandao na kisha mamlaka ya serikali mtandao inawajibika kuwajibu kwa kupanga tarehe za kufanya mafunzo haya. Mafunzo ya mfumo yamegawanyika katika wahusika watatu. Mhusika wa kwanza ni maafisa tehama ambao wanahusika katika mipangilio ya awali ya matumizi ya mfumo. Kundi la pili ni timu ya Secretariat ambao wanahusika katika kufanya mipangilio ya vikao vya board management pamoja na waheshimiwa madiwani Kundi la tatu ni wajumbe wa management pamoja na board na waheshimiwa madiwani ambao wao watahusika katika kuonyeshwa ni vitu gani wanatakiwa kufanya kwenye mfumo kwa kutazama nyaraka mbalimbali za vikao na kutolea majibu ya hoja za vikao. Baada ya mafunzo hayo, taasisi za umma zinakuwa zinapewa uwezo wa kupata akaunti kwenye mazingira ya live pamoja na demo, ambao kwenye mazingira ya demo wataendelea kufanya mazoezi mpaka pale ambapo wataona wako sawa kwenda kwenye mazingira ya live na wakishaenda kwenye mazingira ya live basi hapo ndipo watapoanza kutumia mfumo moja kwa moja. Mamlaka ya Serikali Mtandao inaendelea na jitihada mbalimbali ikiwemo kutoa mafunzo ya mfumo huu wa e-board kwa watumishi wa halmashauri nchini ili waweze kuutumia kwa ufanisi. Katika hali ya kawaida, huu mfumo ni mfumo ambao utarahisisha uendeshaji wa vikao katika halmashauri yetu, kwa maana ya kwamba tutakuwa hatuna matumizi tena ya karatasi kama tulivyokuwa tuna tunatumia. Maana yake unapunguza gharama za uendeshaji wa mikutano, lakini ni mfumo ambao, kwa jinsi nilivyojifunza mimi, ni mfumo ambao uta Yaani unawezesha mtu kwanza, hata kama ni kwa mfano sisi vikao vingi ni kwa baraza la madiwani. Mheshimiwa madiwani tunakuwa nao kwenye vikao vya mabaraza. Kwa vile vikao vina kamati tofauti tofauti, lakini mwisho wa siku vikao vile vinakuja kufanya majumuisho kwenye kikao cha baraza la halmashauri. Tumekuja kujifunza namna ya uandaaji vikao kwa kutumia mfumo wa e-Board, tuachane na kutumia makaratasi. Tuanze kuandaa vikao kwenye mfumo na tuweze kufanya kwa kutumia mfumo huo kuweza kuturahisishia uandaaji wa vikao. Tunapunguza vitu vingi ambavyo vilitokana na viandaa mwanzoni, mfano gharama za za uandaaji wa vikao ilikuwa ni kubwa, lakini kwa kutumia mfumo huu kuturahisishia, tumepunguza gharama hizo. Sasa hizi kuwa unaandaa kwenye mfumo, unaandaa kikao, unawatumia wajumbe, wanakubali kuhudhuria kwa hiyo, kabla ya kikao unaweza ukafahamu wajumbe wangapi ambao watahudhuria kikao chako, unaweza ukafahamu ni wajumbe wangapi ambao hawatahudhuria kikao chako. Unaweza ukawatumia uka jumbe ajenda kabla ya kikao wakaziona wakajiandaa nazo na pia unaweza ukawatumia kabrasha kabla ya kikao akijafika. Mfumo wa e-Board una viwango vya juu vya usalama wa taarifa. Hii inahakikisha kuwa taarifa za vikao hazipatikani kwa watu wasiohusika au wasio na mamlaka na vikao hivyo. Mamlaka imetengeneza na kusanifu mfumo huu kwa kupitia wataalamu wake wa ndani, lakini zaidi, mfumo huu umetunzwa katika sehemu salama, kwa maana ya data center zinazomilikiwa na mamlaka serikali mtandao, ambazo pia zimesanifiwa na kuhakikishiwa kitaifa kwamba ni salama kwa ajili ya ya kutunza mifumo ya tehama. Lakini zaidi pia, na cha mwisho ni kuhusiana na nyaraka na taarifa zinazopatikana kwenye mfumo kwamba nyaraka hizi za vikao zinakuwa zinalindwa, kwa maana zikitoka kwenye mfumo zinakuwa na alama ama muhuri wa kulinda nyaraka hiyo kwa kuweka jina la mhusika, tarehe pamoja na muda ambayo nyaraka hiyo inatolewa kwenye mfumo. Hivyo basi kwa kuzingatia hayo maeneo matatu mfumo huu umesanifiwa kuwa salama kwa ajili ya matumizi ya vikao vya board, management pamoja na waheshimiwa madiwani. Mfumo wa e-Board ni suluhisho la kisasa kwa taasisi za umma zenye ndoto ya kuboresha ufanisi wa vikao vyao. Mimi nafikiri ushauri wangu, ikiwezekana madiwani mbali mbali hawa, ambazo hawa mfukuwa, mfukuwa e katika maeneo mbalimbali hao ambazo hawajaanza kutumia mfumo wa e-Board, ikiwezekana ufanye ziara katika halmashauri hizo ili wakajifunze na wakitoka pale wakaanzishe katika maeneo yao. Aa, na sisi kama manispaa ya Tabora tunaomba, na manispaa zingine zifate mfano wa manispaa ya Tabora, kwa sababu hakuna jambo kubwa kwenye manispaa kama kuwa na mfumo wa e-Board. Mfumo huu unatoa urahisi, uwazi na ufanisi katika kila hatua ya kikao. Hivyo tunakaribisha taasisi zote kuchukua hatua ya kuufanya mfumo huu kuwa sehemu ya utendaji wao wa kila siku, kwa maendeleo endelevu. Kwa maelezo zaidi ya mfumo huu, tupigie kupitia dawati la msaada kwa simu namba 0764292299 au 0763292299 ama kwa barua pepe helpdesk at ega.go.tz Zi. Karibu tuijenge serikali kidijiti. Iga, mamlaka ya serikali mtandao. Iga. Karibu tuijenge serikali kidijitali. Rahisi kupata huduma za serikali kupitia mifumo wani. Karibu tuijenge serikali kidi